Nam, baada ya mambo mengi kutokea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Diamond pamoja na Harmonize. Mjadala ulipofikia ni kwamba kumbuka, wakati kipindi kile Harmonize yupo katika leko lebo ya Wasafi e, tunaona Diamond alizungumza na kipindi kile kwa kwa alikuwa anafanya interview na Liomi alizungumzia vitu kadha wa kadha kuhusiana na e, swala zima la Harmonize kufanya kazi, lakini pia e, kuhusiana na Harmonize kubaniwa. Sasa eh, Mr. Pimbi ili jambo akalivalia njuga na akaweza kulizungumzia kupitia ukurasa wake wa Instagram. Of course, eh, ni mshikaji ambaye anazungumzia mambo ya ana wasanii na kuna wakati mwingine amekuwa akikosoa pale msanii anapozingua huwa anamchana makavu, kwa hiyo waga anajitaga mzee wa fact. Sasa kwenye fact zake, uh, kwenye hii interview nitaendelea, aliandika Diamond alimpambania sana Harmonize. Ni kweli ilikuwa biashara, lakini huwa kuna vitu Diamond alifanya kwa upendeleo na roho nzuri. Ni vile tu binadamu hatuna shukurani. Hayo yalikuwa ni maneno ya Mr. Pimbi kwamba kuna wakati mwingine mtu anaweza akapendelewa e, na boss ama akupendelewa na mtu fulani mwenye nafasi nzuri. Sasa kwa ukija kwa upande wa Harmonize alikutana na mtu ambaye alimpendelea sana, na kwenye, kwenye upendeleo wake huo ulimfanya, ilimfanya Harmonize aweze kuwa ni miongoni mwa wasanii wenye kipato kikubwa sana na tunaona hata kwenye interview hiyo tunaona Diamond kipindi kile anasema kwamba eh, Diamond eh, Harmonize alimtaja eh, Harmonize kama msanii ambaye anaingiza pesa nyingi sana, mwenye riziki au so bana, yani katika wasanii wake wote kipindi kile WCB, uh, tunazungumzia Rayvanny, Harmonize, Mbosso, Lava Lava kipindi kile kabla hata Zuchu hajatambulishwa hao bwana, kiukweli walikuwa wamfikia Harmonize kwa maokoto maokoto. Yalikuwa ni mengi sana kwa upande wa Harmonize, na tunaona kwa habari. Kwa hiyo ni kwamba Diamond alizungumza vitu vingi sana kwamba yani, ukiachilia mbali na mambo mengine yote Harmonize kwa naenda na kufanya kazi na wasanii wakubwa, ni kwamba kuna media e, zilikuwa zinambania sana Harmonize, yani zilikuwa zinambania sana zinazipiga ngoma zake azifanyi chochote azifanye promo na nini lakini e, Diamond alimtia moyo Harmonize na kusema kwamba e, yeye alimwambia Harmonize kwamba katika kitu ambacho hatakiwi kabisa e, kukitilia maanani ni kuhusiana na hizi media kutopiga kazi zake, kwa sababu naye pia ni muhanga wa hivyo. Kwa hiyo, uh, kutokana na hilo basi, akamshauri Harmonize yeye atoe ngoma na akitoa ngoma mashabiki watamsapoti na wata watasikiliza ngoma zake no matter what na lakini pia akasema kwamba kuna project eh kwamba alikuwa na show Rwanda kipindi kile, akawa na project kule Nigeria na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anasema kwamba kwenye swala hili ni kwamba Harmonize asi asi asi asijipe pressure hata kama hawazungumzii au hawapigi ngoma zake, basi waache waendelee. Sasa kumbuka E, kumbuka hapo Diamond alikuwa anaongea kama kaka, lakini alikuwa anaongea kama bosi kwa sababu ni ni msanii ambaye alimtoa mbali. Kumbuka alimtoa pale, e, e, e, pale Mbagala katika jukwaa la, au sio? Ilikuwa ni ilikuwa ni kipindi kile ambacho Harmonize ambachoano anaanza kujitambulisha kama msanii, au sio? Pale Mbagala rangi tatu kuna jukwaa pale, ndiko alipomuona Harmonize. Au sio? Na pale Mbagala kuna ukumbi unaoenda kwa jina la Dar Live ndipo Harmonize alipoonekana na timu ya Wasafi na pale ndipo Diamond alimuona Harmonize na kipaji cha muziki kupitia lile jukwaa la Dar Live, na pale ndipo Harmonize alipata nafasi ya kujiunga na, na timu ya Wasafi, lakini miaka ikasonga, baadaye Harmonize akaondoka katika lebo ya Wasafi na kuwa na E, lebu yake mojanako jina Worldwide ambapo tunaona alimsaini Ibra akamsaini Angela akawasaini Chidi Kili, wote walikuwa katika gengi yake, lakini baada ya muda wale wote wakapeperuka. Lakini pia tukaja tukaambiwa kwamba Dmond ndiye amehusika kwa asilimia mia moja e, kwenye kuwaondoa wale wasanii wake. Kwa hiyo msijemkataja jina la Dmond chini ya Harmonize kwa sababu Diamond ni miongoni mwa watu ambao wamesaidia lebo kuanguka na kufa kabisa. Sasa kutokana na asili hizo za Harmonize na kuwapa watu mikwala kwamba na na acheni bwana. Kwa hiyo na pia akampa onyo kali baba Levo kwamba ukiniona mimi nitakupiga na ubunge wako, kwa sababu huyo naye mzungumzia, Diamond, hauna anachofaidika zaidi kupiga naye picha. Kwa hiyo waacha kabisa shobo lakini pia e, ukisipokuwa makini e, nitakufumua. Yalikuwa maneno ya Mwanaisi. Sasa watu wakaja wakatoa maoni yao kupitia ukurasa wake ukurasa wa Pimbi na mmoja asema hapa ndugu yangu Pimbi umeongea e, ukweli asilimia mia moja. Mmoja asema Harmonize yupo sahihi kabisa kwa kila kitu lakini kwa jicho la kaida mtu huwezi elewa hakuna msaada wenye maandishi contract imewekwa ndani ya utu ndani ya msaada Watu wanaona hivyo kwa z wa Tanzania, bado hawajui biashara ya muziki na wanaojua wachache. Oh, mara akamtoa mbali mara bla bla, hela huwa inaisha, then unaona kama ulimsaidia zikiisha. Lakini Diamond yupo sahihi kuweka contract ambayo itamlipa baadaye itamlipa faida baadaye. Hata demu kitaka eh, kumla lazima wekeze ili umle kiulaini, that's it. Kwa maana ya kwamba huyu anazungumzia kina. Of course nimependa comment yake kwamba kuna wakati mwingine msanii unatakiwa ufahamu kuna vitu vinavyoitwa mkataba, kwa usipofahamu mkataba unaweza ukaingia katika mkumbo na kupotea kabisa. E, lakini shabiki huyu alikutana na maoni ya mashabiki wengine, kwao, unamaanisha hata kama alimsaidia singeweka naye mkataba? Mbona Rayvanny hakuweka mkataba, lakini kalipa bilioni 1.5? You know why? katika maisha jaribu kukumbuka wapi unatokea. Yule aliamua kuwasaidia kainvesti hela pale minzi, kwamba hata mzazi anapokuwa na binti yake namlea angali bado mdogo, akifika umri wa kuolewa mtoi tu kaolee bure, na yeye anatamani angalau baadhi ya jasho lake alifaidi japo hata kidogo. Kama umeelewa, basi usipende kushabikia vitu e, vingine ambavyo huvijui. Hayo ni maisha ya wa, ikifika muda yeye yeah, anamwambia Diamond hujiulizi au ni kwa nini kila siku anaumia kulipa hizo hela. Na huyo ndio mtu pekee aliondoka kwa bifu wasafi na penyewe ni baada ya kuanza kutrend ndio akaleta hizo mambo za mabifu. Hivi najua kipindi Konde Gang inafunguliwa Diamond ndio alienda kuifungua. Mbona hakusema hapo kama ana chuki naye asiende, bro. Vitu vingine ni kuacha tu. Uh, kwa hiyo eh, tunaona hapa eh, ni mgongano wa hoja katika, uh, kwa mashe, shabiki na shabiki na shabiki kwa hiyo eh, ndo hivyo. E, hayo ni maoni ya watu mbalimbali mbali, lakini pia inaonekana watu wengi nasema kwamba tenda wema nenda zako usikubali malipo. Je, kweli unaweza ukanitofautishia? Je, kwa, kwa Diamond kumlipa na naye kumlipisha Harmonize pesa, je ni msaada au Harmonize inabidi tu akubali kwamba Diamond alimsaidia? Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe.